Ningependa kuanza kwa nukta mbili uh, kuzungumza kuhusu Ngugi. Nukta ya kwanza ni kwamba kwa wale ambao walikuwa wako hapa mwaka jana, tulipokuwa tukizindua kitabu chetu cha tafsiri ya Kiingereza Sauti ya Dhiki, niliwataja watu watatu ambao wakati ule walikuwa wameshakufa ambao walihusika na mwanzo tafsiri yenye mwanzo kitabu chenye sauti ya dhiki kuchapishwa na pili, tafsiri ya Kiingereza. Na watu waliowataja mwaka jana, mwanzo nilimtaja mzee Jomo Kenyatta mwenyewe, nikamshukuru kwamba alinifunga, kwa sababu kama asingenifunga, sauti ya dhiki isingeandikwa kwa hivyo tusingekuwa na sauti ya dhiki na mtu wa pili ndiye mshukuru alikuwa ni kaka yangu Shekh Abdilahi Nassir ambaye naye amefariki mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, ambaye yeye baada ya mimi kutoka gerezani, maana yake kama nilivyoeleza mwaka jana, mimi lengo langu la kuandika mashairi ilikuwa si kuchapishwa. Ile ilikuwa, ilikuwa ni njia yangu mwenyewe ya kujifariji nilipokuwa gerezani, kutokana na mateso nilikuwa nikiyapata kwa lengo ilikuwa siku ya chapisha masheria yale, lakini yeye ndio akashikilia lazima yachapishwe. Baada ya kuyasoma akasema pana lazima yachapishwe haya haya. Kwa hivyo nikamshukuru na yeye na mtu wa tatu nilemshukuru alikuwa ni aliyefasiri kwa Kiingereza Ken Walibora, ambaye naye alifariki, aligongwa ali, kwa gari Nairobi akafariki mwaka elfu mbili na ishirini. Sasa mwaka huu tumeongeza watu wengine wawili ambao walihusika na tafsiri hii ya Kiingereza stahiki. Kwa hivyo, sasa watu wamekuwa watu watano ambao wameshafariki ambao walishiriki katika katika kitabu hiki. Mmoja mshamzungumza alipokuwa mimi bado sijaja hapa, Profesa Anbiesteka ambaye alifariki mwezi wa Februari, mwaka huu. Yeye ni mmoja katika walio changia walioandika makala katika hii tafsiri makala marefu na vilevile akafasiri utangulizi wa marehemu shahabudin ule wa sauti ya dhiki na na dibaji yangu kwa hivyo naye pia ametuacha mwaka huu mwingine watano ndiye huyu mwenzetu nui zak ambaye aliandika dib, dib, dibaji katika katika hii tafsiri ya sauti ya Kiingereza. Najua kitu kikiwa karibu nawe sana au mtu akiwa karibu nawe sana, huwa saa nyingine ni shida ku, kukieleza kitu kile au kukiona kitu kile kwa njia zake zote, huwa kiko karibu, huwezi huwezi kueleza mengi. Na mimi na Ngugi tumekuwa karibu kwa miaka arobaini na tatu, tumekuwa marafiki kwa muda wa miaka arobaini na tatu. Na si urafiki, ni udugu hasa. Um, katika marafiki zangu ambao amekuwa ni ndugu zangu baadaye, ambayo nafikiri mekuwa najuana na nao kwa muda wa miaka mingi zaidi ni Bwana Walter Bgoya ambaye tunajuana sasa miaka hamsini na tatu tangu nilipojulishwa naye. Sheikh Abdullahi alimchukua kenda nipeleka ofisini kwake nilipokuwa naanza kazi okha Dar es Salaam, akendago ameeleza husiani wake, basi alimpeleka, alichukua mpaka kwenye ofisini kwake akaniambia, huyu ni ndugu yako tangu mwaka sabini na mbilimea i eh. Sasa Ngugi naye pia ni katika watu ambao nilikuwa karibu nao sana na Ngugi, kuna aina nyingi za uhusiano ambazo tulikuwa nazo, lakini ningependa kuzungumza kuhusu aina mbili tu za uhusiano ndio kuwa nao naye. Uhusiano wa kwanza ni ambao ndio kwa sababu ya sisi kushikana na kwa marafiki na ndugu kwa muda mrefu wote huu, kuhusu harakati harakati za kisiasa za kujaribu kuleta mabadiliko katika nchi yetu Kenya. Uh, nakumbuka Sauti ya Dhiki ilipochapishwa mwaka sabini na tatu, Ngugi alitoa maoni yake kuhusu Sauti ya Dhiki katika gazeti la Daily Nation, na wakati huo hatujuani, n na akasifu sana na akasifu na sana, sana, sana msimamo wangu lakini tangu sabini na tatu hatukuja kukutana mimi na yeye mpaka 82 london na tena ni kwa sababu ya harakati mwaka elfu moja mia tisa na themanini na mbili kulipotokea jaribio la jeshi kutaka kuipindua serikali ya kenya uh, Ngugi alikuwa amekuja London kuja kuzindua ku, kitabu chake uh, nafikiri ilikuwa ni siku eh, zile kifanya kazi chuo kikuu cha Nairobi. Sasa jaribio lile liposhindwa, watu wengi sana walikamatwa, uh, haswa wengi katika hao ah, walikuwa ni wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi, kwa sababu jeshi lilipotangaza kwamba limepindua serikali, wao ndio walikuwa wa kwanza kutoka barabarani na kufanya maandamano ya kuunga mkono jaribio lile kwa hivyo kama tujuapo jaribio lile alikufanikiwa. Uh, kwa hivyo wengi watu walikamatwa, wanafunzi wengi waliuawa. Uh, wanasiasa wengi pia walikamatwa, wengine wakauawa, na wanaharakati wengine. Sasa Ngugi na wahadhiri wengi wa chuo kikuu cha Nairobi, wengi walikamatwa na wengi wakabidi wakimbie. Ngugi alikuwa tayari alikuwa ametoka Kenya, amekuja kabla tukio hilo. Sasa hakuweza kurudi eh, nchini Kenya kwa sababu wahadhiri wale walikuwa wanajulikana mrengo wa kushoto kwa uso. Na tulikutana kwa, kwa sababu tulikata shauri kwamba, tuliona kwamba hatuwezi kukaa kimya wakati hali nyumbani ni mbaya, watu wanakamatwa, watu wanauawa, watu wengine wanapotezwa tu eh, ovyo, ovyo. Tukaanza na harakati za kuunda kamati ambayo tuliita Committee for the Release of Political Prisoners in Kenya. Ah, nakumbuka katika mkutano wa kwanza kabisa tuliofanya na kutuwaita watu makao, hiyo ilikuwa si ya wa Kenya peke yao, bali kila mtu ambaye alikuwa na na inaipenda Kenya au anataka ana, anaitakia mema Kenya. Kwa hivyo waliokuja kwenye mkutano ule walikuwa si wa Kenya pekee yao, bali walikuwa Waingereza, Afrika wengine kutoka nchi nyingine za Afrika, wote watu wenye fikira za kimapinduzi, na kumbe walikuja watu zaidi ya mia mbili sasa <laughs> katika kutoa maoni hapa, watu wengine walikuwa na hamasa nyingi sana walikuwa wakitaka kufanya mambo makubwa kabisa, na kuiondoa serikali ya Kenya mara moja na sasa, lakini wengi katika hao walikuwa ni hamasa tupu zile. Katika hao mia mbili mwisho tukaja tukaona tukajiona tumebakia watu sita tu, na wote katika hao walikuwa ni sisi ni wa Kenya. Sasa sisi wana saba, sasa sisi watu saba ndio tuliofanya kazi. Tulikuwa na kamati, kamati hiyo kwa muda wa miaka mitano kwa kamati hiyo ambayo ilikuwa ambayo hata ambaye alikuwa si Mkenya alikuwa anaweza kushiriki katika kamati hiyo. Lakini baada ya miaka mitano tukaona tuna hapana, tunahitaji chama cha kisiasa haswa ambacho kitakuwa na haki ya kuingilia mambo ya ndani ya Kenya na kuleta mabadiliko ndani ya Kenya, ndio tukaunda um, chama cha, cha nje ya Kenya kiitwa kama Umoja wa Kupigania Demokrasia ya Kenya, kwa ufupi kiitwa Ukenya sasa mimi na Ngugi tulikuwa katika uongozi wa chama hicho na tulifanya kazi kubwa sana. Kazi nyingine zilikuwa za hatari hatari hivi <laughs> e, na kuna mambo mengi sana ambayo hata wenzetu wengine hao watano wengine walikuwa hawayajui, ambayo tulikuwa mimi na Ngugi tukiyafanya, kwa kuwa tulikuwa tukiaminiana zaidi mimi na yeye. Uh, tumefanya mambo ambayo lau kama serikali ya Kenya ingeyajua kwamba tuliyafanya hayo tungekuwa katika hali mbaya sana na, lakini kwa kuzoeana katika ile kazi tulikuwa tukifanya, tukaaminiana mimi na yeye, tukafanya mambo mengine mengine ambayo yanahusiana uh, husi, na nchi nyingine za Afrika uh, lakini uh, wenzetu walikuwa hawajui kwamba sisi tulikuwa tunahusika katika yale yaliyotokea ule lakini mimi naye tulikuwa na siri nyingi sana baina baina ya sisi wote. Sasa, mbali na kwamba tulikuwa na chama hicho cha nje, lakini sote tulikuwa tukiunga mkono chama cha chini kwa chini kilichokuwa mo ndani ya Kenya kilichoitwa Mwakenya. Sasa Mwakenya ni ufupisho wa Muungano wa Wazalendo wa Kuikomboa Kenya, ufupi Mwakenya, hiyo yeah. chama cha chini kwa chini ambacho wengi katika wanachama wetu wali wali walikamatwa wengi, waliuawa, wengi walipotezwa hivi mpaka leo hatujui wako wapi, bila shaka waliwaua. Sasa uh, tena mimi na Ngugi tulikwamo katika hii mwa Kenya vile vile, na kwa hivyo sisi kwa nje kulikuwa tuna uhuru zaidi wa kufanya mambo ambayo wenzetu walikuwa ndani hawezi kuyafanya. Sasa hilo ni jambo moja. Sasa katika hu, harakati hizi kutokana na harakati hizi ndio tukaaminiana zaidi, ndio alipomjua vizuri zaidi Ngugi na misimamo yake. Ni mtu ambaye alikuwa ni mtu ana misimamo madhubuti kabisa, hat, hatikisiki eh. Na yeye eh, kwa upande wake naye akaniona, na nami ni hivyo hivyo, kwa kwa hivyo tuli, tulikutana watu <laughs> ninu wawili, ndio tukashikana sana hivyo, kwa hivyo Tumefanya kazi nyingi sana na mbeu nyingine zilikuwa za hatari. Uh, wakati mmoja pia nakumbuka alikuwa Bwana Walter Bgoya alikuwa bado hajakutana naye Ngugi wakati huo. Wakati huo tunafanya kazi kwa London lakini ilikuwa, ilikuwa lazima kwen, mtu ende apuwa Afrika Mashariki kwenda kukutana na wenzetu ambao walikuwa ndani ya nchi ya Kenya ili waweze kukutana na wengine kupanga mipango ya kuendelea na harakati ule. Sasa, wakati ule ilikuwa nchi ambayo ilikuwa tungeweza kwenda ilikuwa ima ni Uganda au Tanzania. Uh, kwa hivyo wakashauri kwamba mtu aende Tanzania na ikawa Ngugi ndio aende. Sasa tulikuwa tunahitaji mahali ambapo atakuwa yuko salama na ataweza kuifanya kazi ile ambayo ametumwa na chama kwenda kuifanya. Sasa mtu ndiye kwa nkimwamini Tanzania alikuwa ni bwana Walter Bugoya peke <laughs> yake ambayo likuwa najua kwamba tena kutokana na historia yake na hii ni jim, kitu kimoja ambacho hakijafanywa na nafikiri kitafanywa maka hii, TPH ambayo alikuwa akizungumza bwana Bugoya jana, mahali pale pale, mahali muhimu sana kwa ukombozi wa bara la Afrika viongozi wote wa ukombozi hawa vyama vya ukombozi vya bara la Afrika walikuwa pale, walikuwa kama ndio ndio makao yao. Mimi wengi kina kina Augustino Nyoto nimekutana nao pale, Samora Machel nimekutana nao pale. Kwa hiyo ilikuwa pale ilikuwa ni kama kwa bwana ofisini, kwa Bwana Walter Bogai ilikuwa ni kama ndio kama kituo cha, na msimuone hivi Bwana Walter Bogai, maana ana historia ndefu sana, na hasa katika ukombozi wa bara la Afrika ukito bahati mbaya, ndio mpaka sasa hakuna Mtanzania ambaye amefanya uchunguzi wote, utafiti wote. TPH i ni mahali pale panahitaji kufanyiwa kazi, nika... Nika bana... Vurutu, kwa hivyo nika nikamwambia bwana Boto kwamba Ngugi atakuja, kwa hivyo akamweka nyumbani kwake muda wote aliokaa Ngugi. Nafikiri muda ule ulikuwa zaidi ya wiki mbili au tatu, Ngugi hakutoka nje hata siku moja, nafikiri alikuwa nyumbani tu ili kukutana na, na watu wa Kenya kuja kufanya kazi. Na hata ile namna nilivyoingia Kenya pia make, kama si bwana Bugoya pia make, wakati huo nilikuwa Ngugi anatumia pasipoti ya, ya Ghana, kwa sababu nilikuwa pasipoti zetu zikimalizika tukipeleka kwenye ubalozi ku, kupata neno pia walikuwa wakizichukua Tuje Ghana ikamkubali kumpa paspoti ya Ghana. Sasa akasafiri kwenda Tanzania kwa paspoti ya Ghana. Sasa Ngugi ni mtu maarufu anajulikana, kifika uwanja wa ndege, maafisa ajua huyu ni Ngugi, akiangalia paspoti, paspoti ya Ghana itakuaje? Ikaleta tatizo bwana Ngugi, ikabidi aingilie kati, nafikiri ilikuwa bwana Mkapa, siku zile alikuwa waziri wa mambo ya nchi za nje. Naam. Alikuwa wazi kabisa ingile kati serikalini aka, akaruhusiwa kuingia. Kwa hivyo akakaa kwa Bwana Bugoya, nafikiri zaidi wiki mbili, kwenda kufanya kazi hiyo ya chama. Kwa hivyo huyu ni mtu mmoja wapo pia ambaye sana kita, kwa muhimu kwa upande wa kwa upande wa, wa shughuli hizo za, za za, harakati za kisiasa. Ni hivyo nasema, sitasema sana kwa tunataka kuondoka upande wa pili ambao napenda kumzungumzia kwa uchache Ngugi ni, ni ni upande wa usomi. Ngugi ameutumia usomi wake kama ambavyo usomi unatakiwa utumiwe, maanake elimu, lengo la elimu ni kumkomboa binadamu. Hili ndilo lengo la elimu kumkomboa binadamu na vile vile ku kumfanya binadamu binadamu kuitumia elimu ile kujiletea mabadiliko na mapinduzi katika katika maisha yake. Sasa ikiwa elimu haikutumika, haikumkomboa binadamu, hiyo si elimu ambayo inafaa. Na siku zote mimi huambia mtu, ikiwa mtu una elimu, wewe ni msomi, na ukawa hukuitumia elimu yako wewe kuifaidi jamii yako na kuiletea mabadiliko jamii yako na kuikomboa jamii yako, elimu yako hiyo haina maana, maake lengo la elimu ni kumle ni kumkomboa binadamu. Sasa Ngugi ametumia elimu yake kwa kwa njia hiyo, ametumia na mpaka hivi leo, make Ngugi ametuacha, lakini athari yake kutokana na usomi wake ni kitu ambacho nafikiri kitaendelea milele ambacho haswa, kitu kimuhimu zaidi hapo ni kumfanya Mwafrika ajijue mwenyewe, ajikomboe mawazo yake eh, na, na, na, na, na, na, na, na, na ajitegemee na kujiletea ma, ma, ma, maendeleo yeye mwenyewe. kwa hivyo, hili ni jambo ambalo nafikiri tutamkumbuka sana, haswa kutokana na, na maandishi yake, hii decolonizing, kitabu chake decolonizing the mind ambacho naona si, si, kimeleta athari si katika bara la Afrika peke yake lakini nimeona katika nchi nyingine pia kimekuwa kikitumika sana na kutajwa sana na kwamba watu kimewafaidi, sio katika bara la Afrika peke yake, bali wala, wala si katika nchi ambazo zinaitwa nchi za, zinazoendelea peke yake, bali hata katika nchi ambazo zimeendelea, kuna watu ambao wamekuwa wameona kwamba wamefaidika sana na, na, na maoni yake. Sasa hayo kwa uchache tu nilikuwa kwa vile kusema sana na kitu, nukta ya pili ambayo kuigusia ni kwamba nilipata habari hizi siku ya Jumatano ya kifo cha Ngugi, na saa mbili tu baada ya kufariki nikapigiwa simu kwamba amefariki wakati niko Cuba. Asa juzi, rafiki yangu mmoja ananiambia Abdilatif, nafikiri sasa usiwe unakwenda Cuba tena. Kwa, kwa nini? Asema, manake inaonesha kwamba Cuba na wewe, ina kuna kisirani fulani. Vipi? Asema, maanake mwaka jana Cuba mimi nimeshakwenda, juzi ilikuwa mara yangu ya tatu. Mwaka jana nimekwenda mara mbili Cuba, mwezi wa Mei na mwezi wa Novemba. Sasa nilipokuwa mara ya pili, nilipokuwa mwezi wa Novemba, nilifika Cuba siku siku lala, asubuhi nikiamka zama simu yangu na habari binti yangu, mtoto wangu wa kwanza amefariki London. Ikabidi imefika mimi usiku, ikabidi siku ya pili yake nia kwenda kwenda kumzika. Sasa na safari hii niko Cuba tena kaletewa habari za kifo cha Ngugi. A, usiende tena Cuba, kuna kuna nuksi fulani. <laughs> Kila ukenda kule unapata habari za kifo lakini, <laughs> hiyo ni sadfa eh, tu kwa eh, hivyo. Kwa machache hayo tu, sita kusema zaidi, isipokuwa sitaka tu kusisitiza kwamba, mwanzo, tuwamshukuru tumshuku, Ngugi, Ngugi kwa kazi aliyoifanya na nafikiri letu sisi hasa wale ambao tunataka kuleta mabadiliko katika bara letu la Afrika na kuleta maendeleo la ni kuiendeleza kazi ambayo likuwa akiifanya na kubwa mefany alikuwa ni mwana halisi wa Afrika na ni majumui wa Afrika. Kwa hivyo ni juu yetu sisi tena, uh, kuiendeleza kazi ifanya, na hapa hasa kwa vijana. Sisi tena kizazi hiki ndio napukutika, tuna, tuna, tuna, tuna tunadondoka mmoja mmoja, ndio tunakwenda hivi kwa hivyo wasole vijana waliobakia katika nchi ya Kenya, katika bara la Afrika kwa jumla, ni juu yao sasa kuiendeleza hii kazi, ambayo si kazi rahisi na si kazi ya muda mfupi, lakini ni kazi ambayo lazima iendelezwe ili hatimaye tufike kule tunakotaka kufika. Asanteni sana.